Kulikuwa na mkulima mmoja aliyeishi kijijini. Alikuwa na shamba lake dogo lililompa chakula cha kutosha kwa familia yake. Alipenda sana kulima mahindi, maharagwe na viazi. Mkulima huyu alijitahidi sana kuhakikisha shamba lake linakuwa vizuri, lakini kulikuwa na tatizo moja, panya mwaribifu. Kila usiku, panya huyo alikuwa akitoka pangoni na kuingia shambani. Alikata mashina ya mazao, alitafuna mahindi na kuharibu maharagwe. Mkulima alijaribu kila mbinu kumwondoa panya huyo. Aliweka mitego, akatandaza sumu, hata akamletea paka kutoka kwa kijiji jirani. Lakini panya alikuwa mwerevu, hakushikwa kwenye mtego, hakula sumu, na paka naye alishindwa kumkamata. Mkulima alikasirika sana na akaamua kutafuta ushauri kwa mzee wa kijiji. Mzee alimsikiliza kwa makini kisha akamwambia, panya huyu si wa kawaida. Ili ushinde vita naye, lazima ubadili mbinu. Mkulima alirudi nyumbani na kufikiria sana maneno ya mzee wa kijiji. Alipochunguza aligundua kwamba panya huyo alikuwa akifuata harufu ya chakula na sehemu za kujificha kwenye shamba lake. Basi, akaanza kuweka shamba lake safi, akapunguza sehemu za panya kujificha, na akahifadhi mazao yake vizuri kwenye ghala lenye mlango mgumu. Lakini panya hakukata tamaa, aliendelea kusumbua kwa njia mpya. Akajifunza kupenya kwenye matundu madogo na hata kuruka juu ya kuta. Mkulima naye hakuchoka, akaendelea kuboresha mbinu zake, na panya akaendelea kutafuta njia za kukwepa mitego. Hadi leo vita kati ya mkulima na panya huyo haijaisha. Wote wawili wanazidi kushindana kwa ujanja, kila mmoja akitafuta njia mpya ya kumpita mwenzake, na hadithi inaendelea. Je, mkulima atashinda siku moja au panya atabaki kuwa mwerevu zaidi? Panya alipoona kuwa mkulima amefunga ghala lake vizuri na ametunza shamba kwa usafi, hakukata tamaa. Alianza kutumia ujanja zaidi. Alijifunza kuruka juu zaidi, kupenya kwenye mianya midogo na hata kusubiri mpaka mkulima awe amelala kabla ya kuingia shambani. Lakini mkulima naye hakuwa mjinga. Alianza kuchunguza tabia za panya kila siku. Aligundua kuwa panya alikuwa na njia maalum aliyotumia kuingia shambani. Basi akaweka mtego wa kisasa kabisa, mtego wa lango ambalo lingefunga ghala mara tu panya anapoingia. Usiku mmoja, panya aliingia kama kawaida. Alipokaribia kula mahindi, ghafla mlango wa ghala ukafyatuka na kumfungia ndani. Panya akajaribu kujinasua, lakini hapakuwa na njia ya kutoroka. Asubuhi ilipofika, mkulima alifurahi sana alipomwona panya amenaswa, lakini alijiuliza, nimfanye nini sasa? Tamaa ya ushindi. Mkulima alitaka kumwadhibu panya kwa uharibifu wote aliokuwa amefanya. Alifikiria kumtupa mbali au hata kumwangamiza, lakini alikumbuka maneno ya mzee wa kijiji. Panya ni mjanja, lakini akili ya binadamu ni kubwa zaidi. Usitumie hasira, tumia hekima. Basi, badala ya kumwangamiza, mkulima aliamua kufanya jambo la ajabu. Alimfundisha panya kuwa rafiki badala ya adui. Alichofanya ni kumuwekea chakula mahali maalum mbali na mazao yake, na akaamua kumwacha huru. Panya aliyekuwa akiona mkulima kama adui alishangazwa na jambo hili. Baada ya siku chache, panya alielewa kuwa hakuhitaji kuiba tena. Alianza kula chakula kilichowekwa mahali pake bila kugusa shamba la mkulima. Hivi ndivyo uhasama kati ya mkulima na panya ulivyobadilika kuwa urafiki wa kushangaza. Lakini je, panya ataendelea kuwa mwaminifu au ujanja wake utarudi tena? Hadithi bado inaendelea. Siku zilivyopita, mkulima aliendelea kuweka chakula kwa panya kila siku. Panya naye alianza kuzoea kula chakula hicho badala ya kuiba mazao shambani. Ilionekana kuwa mpango wa mkulima ulikuwa umefanikiwa. Hata hivyo, ndani ya kichwa cha panya kulikuwa na maswali: je, mkulima ataendelea kunipa chakula kila siku? Je, ikiwa siku moja atanisahau Panya akaanza kuwa na wasiwasi. Alijua kuwa kabla ya mpango huu alikuwa huru kuingia shambani wakati wowote wa na kula alichotaka, lakini sasa alikuwa tegemezi kwa mkulima. Usiku mmoja panya alijikuta mbele ya mlango wa gala akitazama kwa tamaa. Akakumbuka maisha yake ya awali, kulikuwa na hatari lakini pia kulikuwa na uhuru. Alihisi hamu ya kufanya maamuzi yake mwenyewe tena. Siku iliyofuata mkulima aliamka na kwenda shambani kama kawaida. Alipofika kwenye eneo la chakula cha panya alishangaa sana. Panya hakuwa amekula chakula alichomwekea, badala yake aliona alama ndogo za meno kwenye gunia la mahindi karibu na ghala. Mkulima akatabasamu na kusema kwa sauti ya utulivu, nilijua tu ujanja wa panya hauishi. Lakini badala ya hasira, mkulima alielewa kitu kimoja muhimu: panya atabaki kuwa panya, haijalishi alijaribu kumfundisha namna gani. Panya alikuwa na silika yake ya, ya asili. Kwa hivyo mkulima aliamua jambo jipya. Hakutegemea tena uaminifu wa, wa panya, bali alijenga ghala lake kwa umakini zaidi, akahakikisha hakuna hata tundu dogo la kumruhusu panya kuingia tena. Na hivyo ndivyo mkulima alivyoshinda vita hii, si kwa mitego au sumu, bali kwa kuelewa kuwa kila kiumbe kina tabia yake, na hekima ni kujua namna ya kuishi bila kushindwa na mazingira. Panya kweli alikata tamaa awatakuja na ujanja mpya? Hadithi bado inaendelea.